Habari, habari za wakati huu, karibu sana kwenye Jifunze Leo shule na malezi. Leo tunakuletea vitendawili vitano vitakavyokuchekesha na vitakavyokuchemsha akili. Tayari, hebu tuone kama unaweza kupata majibu yote. Tuende pamoja, hivyo nitatamka kitendawili halafu utafikiria kichwani mwako na kukisema jibu lakini. Hapo baada ya sekunde kadhaa, tutakuletea jibu lilo sahihi. Kitendawili cha kwanza, kitendawili cha kwanza kinasema hivi: ni kitu kimoja, kina miguu minne, lakini hakiwezi kutembea. Je, ni nini? Narudia tena, ni kitu kimoja, kina miguu minne, lakini hakiwezi kutembea. Je, ni nini? Jibu lake ni meza. Jibu lake ni nini? Ni meza. Kitendawili cha pili kinasema hivi, nina ngozi lakini si mtu, nina kurasa lakini si kitabu. Mimi ni nani? Narudia tena, nina ngozi lakini si mtu, nina kurasa lakini si kitabu. Mimi ni nani? zuri ni jibu linasema, jibu ni daftari. Kitendawili cha tatu kinasema hivi, usiku huja na mwanga mchana huja na kivuri. Je, ni nini? Jibu lake ni mwezi. Kitendawili cha nne. Kitendawili cha nne kinasema ninalia bila macho, naweza kuanguka bila kuumia. Mimi ni nani? Narudia tena, ninalia bila macho, naweza kuanguka bila kuumia. Mimi ni nani? Jibu lake hapa ni mvua. Kitendawili cha tano kinasema hivi, ninakwenda kila mahali bila miguu, mimi ni nani? Ninakwenda kila mahali bila miguu, mimi ni nani? Jibu lake hapa ni mawazo. Jibu lake hapa ni mawazo. Ok, asante sana kwa kutazama. Je, uliweza kupata majibu yote? Tuambie ni vitendawili gani vilikupendeza zaidi kwenye comment yako hapa chini, na usisahau bonyeza like, jisajili yani subscribe, na washirikishe marafiki zako ili nao wajifunze na kufurahia. Tukutane tena video ijayo hapa hapa kwenye Jifunze Leo shule na malezi. Asante sana.